Karibu tena kwenye chaneli yetu. Siku ya leo naenda kuelekeza ni kwa namna gani unaweza ukapata matokeo ya kidato cha nne kwa njia rahisi kabisa. Kitu cha kwanza, ingia katika Chrome yako unayotumia, browser yoyote ile ambayo wewe unaitumia ili kukurahisishia. Okay. Ukishaingia utaenda sehemu ya kusearch. Hii link unayoiona hapa nitakuwekea hapa chini kwenye komenti yangu, komenti yangu ya kwanza itakuwa na hii link, kwa utaiweka utakuja utakopi afu utakuja uweke hapa kwenye Chrome au browser yako yoyote yenye unaitumia. Ukishaweka uta enter uta search, ukisha search basi itakuleta sehemu kama hii, ambapo ndio sehemu yenye dashboard ambayo inaonyesha matokeo yote ya mwaka huu kwa urahisi kabisa, kama jinsi unavyoona hapa, shule zote zipo zote. Kwa ukishafika hapa, nini ufanye sasa? Kitu cha kwanza unachotakiwa ukijue ni kwamba uangalie ni shule gani ambayo wewe una una unafuatilia hayo matokeo unaona no, ukishajua ni, ni shule ipi, yani alfabeti yake ya kwanza inaanzia ipi. Kwa mfano, labda wewe shule shule yako labda upo Kibaha, okay? Utaangalia alfabeti ile ya kwanza ile, kama ile k, no, no. Ukishaangalia hiyo basi, ndo utakuja hapa juu kabisa, hapa kwenye matokeo, utakuja hapa juu kwenye kwenye kunakuwa kuna, kuna alfabeti zote juu kabisa hapa. Ukishakuja utazoom hii sehemu ili uweze kuona vizuri, ukishazoom kama hivi. Utakuja, utachagua kama wewe shule yako inaanzia A, B, C utachagua, ili ikupe uepesi kwa sababu shule ni nyingi sana, unaona. Kwa hiyo utachagua alfabeti moja kati ya hizi zenye unaziona hapa okay. Kama we ni k kama nini utachagua. Mimi kwa mfano mimi, shule yangu ni hapa tachagua, nikisha click basi, naweza nikaangalia mato nikaangalia shule ambayo naitafuta kiurahisi zaidi, na nikaweza kupata majina ya watu ambao unawatafuta okay. Kama hii video imekusaidia na umeweza kufika mpaka hapa, hakikisha umesubscribe. Bye bye, tukutane katika video zingine.